Na kusalimu pale ambapo upo msikilizaji na mtazamaji mpendwa wa Hope News TV, hujambo na karibu hapa kujiunga pamoja na iza yako pendwa. Mimi ni Aswara wa Kilongo Itele, ambaye unamzoea siku baada ya siku na kujia kukujuza kile ambacho kinajiri. Nitanguliza samahani za haraka hapa kutokana na hali ambayo tumo ndani ya safari. Tupo kusini mashar, tupo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa Walwalaba. Tuko vijijini, sasa mitandao inasuasua, ndio kwa maana utaona kwamba tunapatikana leo, kesho kutu hatupatikani, ni kutokana na safari za kukujuza kile kinachoendelea ndizo zimetufanya hivyo. Tumepata uh, tumepigiwa simu na watu wengi hapa kutuuliza, mko wapi? Kwa nini hamjatuarifu chochote kinachoendelea? habari za Zanzibar zikoje? Hiyo ni U, ni ujumbe ambao tunausoma: habari za leo zipoje? Mtangazaji, kwani uko wapi? hujatujuza chochote. Ukisikia sauti sijui za nini, ni hivyo mahali tulipo, lakini ngoja tuujuzane kile ambacho kinaajiri. Kama uwe ni mgeni kwenye Hope News TV, kubali kuweza kujiunga pamoja nasi ujiabone au kusubscribe pamoja na kucomment pia kusambazia watu wengine, itakuwa vizuri sana. Unaweza pia kuzungumza pamoja nasi au kitaka tukuweke kwenye group zetu, unatuandikia kwenye namba hiyo ya WhatsApp, itakuwa vizuri sana. Tuanze na habari ya kukujuza ya leo iliyopo, ni kwamba uh, mpiganaji mmoja wa Twirwa M23 ameweza kukamatwa huko Katobwe. Uh, katika mapambano ni baada ya kupata kichapo kikali kutoka serikali pamoja na wazalendo. Hiyo iko namna gani na ilianza namna gani? Kulingana na habari tulizonazo kutoka uh, shamba la vita huko katika nyanda za tarafa la Uvira, ni vilima ambavyo vinainukia uh, mji wa Uvira, tunajuzwa kwamba uh, kumekamatwa Leo kumekamatwa mwasi mmoja wa waasi wa, wa M23 baada ya kichapo kikali ambacho wamekipata kutoka kwa wazalendo. Wakati wakihojiwa na vyombo vya habari, wazalendo wamesema kwamba walimkamata katika makabiliano, na hivyo yuko mikononi mwao na ameshatoa siri nyingi. Walikuwa wakitafuta namna ya kupenyeza, ukitazamia kwamba kuna mapigano hapo na pale. Lakini japo kuna hayo mapigano, wazalendo wako imara na wanajaribu kulinda misimamo yao kulingana na za, na zabunipa twirwaneo aneo. Alikamatwa huko Katobwe kijiji katika maeneo ya nyanda zilizo juu ya Uvira, na alijiunga na uasi mnamo 2013 akishiriki katika mpango dhidi ya wazalendo haswa katika maeneo kama kageregere na muramve yaani alikuwa akipiganisha wajale, wazalendo na alijiunga tangu 2013 kama alidai pia kwamba twirwaneho sasa inakusudia kupanua ushawishi wake kwa vijiji vingine muhimu vilivyo kwenye shuka, vilivyo kwenye vilivyoinukia uvira kama vile Uh, na vingine, vingine vijiji vinavyoinukia Uvira na miji mingine muhimu kama vile Baraka na kwingineko. Utatambua kwamba hiyo ni baada ya mapigano na yaliyoanzishwa na M23, japo wanasema kwamba serikali ndio imekiuka makubaliano. Serikali haijakiuka makubaliano yote, tuliwaeleza tangu au wa wali kwenye video zetu kusema kwamba uh, M23 AFC wakati wanajipanga au wakati wamezidiwa nguvu ni huo wakati wanakuaga wanakubali mazungumzo, wanakuaga wanakubali, e, wanakubali chochote kile ambacho wanaweza kaelezwa na wazungu hata na serikali ya Kongo. Wameshajipanga na wameanzisha mapigano, ni kawaida hapa. Nini cha kufanya? Ni serikali ya Kongo kuweza kujitambua na kuelewa kwamba imo katika vita. Sasa vita vimeinuka, na ukiangalia hali ilivyo leo utagundua kwamba M23 wako na moto na ikiwa wako na moto lakini wamepata cha mtemakuni kwa siku zote hizi mfululizo, sababu wanapigwa na ndege ya kivita. YouTube tu inazuia kukuletea picha za damu na watu ambao wamekufa na watu ambao yani picha ambazo haziruhusu, ambazo tu hazipo sawa, wanaweza wakatufungia, lakini zipo nyingi ambazo si za zamani, bali ni za sasa. Kwa hiyo utagundua kwamba mapigano yanaendelea na M23 walikuwa wame jipanga vizuri vilivyo, lakini japo walikuwa wamejipanga vizuri, wamegonga mwamba. Wamegonga mwamba pale ambapo wazalendo hawakushawishika. Kuna wazalendo wengi ambao walikataa kuwapitisha wao M23, japo walitumia dola kubwa kubwa, lakini hazikukubalika, na ndio maana umesikia moto umepamba moto ume, ume, umeenea moto kabisa, ni mkali. Kwa hiyo amekamatwa huyu, na mapigano yanaendelea, na mapigano ni makali katika sehemu hizo. Wazalendo wanajaribu kufanya nini? Kuhakikisha chochote kile kinachofanyika ambacho ni cha adui huyu arudishwe uh, nyuma. Ndivyo wamesema vyanzo vyetu. Kwa hiyo tu rwa neo ambao tayari walikuwa wameelezwa, wajaribu watafute njia ambayo watapenyezea Aa, ni kama wamegonga mwamba sasa. Kama wamegonga mwamba, watatafuta njia nyingine, lakini si itakuwa hii ambayo wameambiwa kwamba wanaweza wakaipitie hivyo kabisa. Ndivyo hali ilivyo kwenye upande huo. Pamoja na hiyo, M23, RDF, AFC wanasimamisha misimamo yao katika kona mbalimbali mbali. Lubero, uh, walikale wameendelea kujwa kwa wingi japo wanafariki japo wanapata cha mtema kuni, wao wana- wana-wana ile sababu ya kuwafanya kupigana kwa sababu wana plan na sasa, japo wanapata hayo yote, wanajaribu kujikaza ku, kuji ili kwamba wasogee mbele. Hapo baadaye ndio video tutakuja tukikuambia uh, vijiji gani ambavyo wanaviandalia kuvishambulia, lakini tukujuze pia kwa Siasa ya Kongo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi wakati anahutubia mkutano mkuu wa umoja wa mataifa jijini New York nchini Marekani ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono utekelezwaji wa makubaliano ya Washington kanti, kati ya nchi yake na Rwanda ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa nchi hiyo. Wito huu umekuja wakati huu mapigano mapya yakiripotiwa mashariki mwa DRC kati ya makundi yenye silaha na wanajeshi wa serikali ya Kongo. Na Rwanda ilikuwa imesema kwamba Kongo ndio inakiuka makubaliano, ndiyo inakwamisha uh, juhudi za kuleta amani, lakini ni Rwanda pamoja na washirika wao ndilo jibu. Ikiwa umekutana na habari hiyo, tupo haraka kwa sababu mahali tulipo mtandao hauturuhusu kabisa. Unaweza ona tumekaa kimya ukazani huenda hatupo kwenye kazi, lakini tupo kwenye kazi, mtandao ndio umetukatalia. Pia Rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Vital Kamerhe atasalia kuwa mshirika wake wa karibu na ndugu, licha ya kujiuzulu wazifa wake hapo juzi. Tshisekedi alisisitiza, uh, alisisitiza hakuhusika kivyovyote na kujiuzulu kwa Kamerhe. Aidha ametaka mshikamano wa bunge licha ya Kamerhe kujiuzulu na wachambuzi wengi wa siasa wamesema kwamba kauli ya Chisekedi, huenda ni ya unafiki, lakini wengine wanasema kwamba ni siri sirifiche ka, ka, kamera kujiondoa au kujiuzulu inamaanisha kwamba kuna chochote kile huenda wamekizungumza ili kuhifadhi, uh, sura ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa nini, uh, wanasiasa wa Kongo wa, wa, wa, wa waweke maslahi ya kwao mbele kulikoni ya raia? Na hili linaweka wapi Uh, linaweka wapi sura ya DRC na wananchi wa DRC? Hili kabisa huenda tutakusogelea pia, na kama una maoni tuandikie, tutumie audio kwenye namba yetu au ujumbe wowote tutausoma na tutaucheza hapa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ni hivyo ndivyo ilivyo, uh, lakini pia presidenti France, uh, president Fred, presidenti Emmanuel Macron ameweza kutoa wito Uh, kwa umoja wa kwa umoja wa kimataifa ili kuweza kuleta msaada wao kwa raia wa Kivu zote mbili ambao wanakabiliwa na na na na vita vya M23 na makundi mengine, na wito huo ameweza kuzungumzia hapo jana Septemba 23 wakati wa kikao maalum ambacho kimefanyika huko na huko ambako Tshisekedi rais wa Kongo anashiri, anashiriki. Watu wanajiuliza je, msaada wa, msaada huu wa vitu ndio tunaohitaji, lakini tunaohitaji zaidi ni ule wa kutusaidia kwenye vita. Tunakuja pamoja nawe msikilizaji, habari ni nyingi mtandao, um, ukituruhusu, tunakuletea zote na nyingi. Shukrani sana na karibu kwa wakati mwingine.